Hapa ni eneo la Garissa ndogo eh, makhususi zaidi eneo la Malin Adhan eh, viungwani mwa mji wa Garissa eh, hasa hasa katikati mwa mji wa Garissa, sio viungwani. Na msikiti huu unayoona nyuma yangu ambayo hivi sasa inakaribia eh, kuisha eh, ndiyo msikiti mkubwa zaidi kuwahi kujengwa katika eneo la Garissa na maeneo yote ya mkoa wa kaskazini mashariki. E, msikiti huu unakisiwa kubeba takriban zaidi ya watu elfu moja e, wakati ambapo itamalizika, na hivi sasa iko katika dakika za lala salama na wakati wote kutoka sasa e, itaweza kuhitimishwa na Waislamu watapata fursa ya kuswali katika msikiti hii, e, hii msikiti iliyoko katika eneo hili la Garissa ndogo, katikati mwa mji wa Garissa. E, imefadhiliwa na kujengwa na aliyekuwa kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa, mbunge wa zamani wa Garissa mjini e, ambaye sasa ni waziri wa afya Mheshimiwa Aden Duale ambaye, e, kwa fadhila zake Mwenyezi Mungu amejenga msikiti huu ambao ni mpana na mkubwa zaidi kuwahi kujengwa katika eneo la mkoa wa kaskazini mashariki na ni katika jitihada zake za kusaidia uh, Waislamu na kuipiga jiki dini ya Kiislamu. Uh, cha, cha muhimu zaidi hapa ni kwamba katika karibia msikiti zote hapa mji wa Garissa uh, huwa hazina nafasi za uh, maegesho maeneo ya maegesho ya magari. Uh, kumetengwa sehemu maalum ya maegesho ya magari. Uh, na unavyoona katika upande huu uh, unaweza kuona kwamba Eh, shughuli inaendelea ya kujenga, kumetengenezewa sehemu za maji eh, ili eh, hapa pasikosekane maji kwa eh, waislamu ambao watakuwa wanaswali katika eneo hili. Ni jitihada zake eh, na Mwenyezi Mungu eh, amwezeshe kupata faida za eh, fadhila hii na eh, msikiti huu basi wakati ambapo itafunguliwa na inakisiwa kufunguliwa hivi karibuni, basi itakuwa e, inapata nafasi e, ya ku, ku, ku, ku, ku, itapata nafasi e, ya waislamu kupata kusali hapa katika eneo hili maelfu na maelfu. Ukiona namna ilivyojengwa e, wahandisi mahiri na spesheli E, wameletwa katika eneo hili na e, wako katika e, shughuli za lala salama hivi sasa e, wakimalizia malizia, malizia e, ili e, kupata e, nafasi ya kuimaliza ili Waislamu wapate kusali kwa e, wakati. E, huenda ikawezekana kwamba msikiti hii wakati wa e, Idi ya Adha e, basi watu watapata nafasi ya kusali hapa katika msikiti hii hapa mjini Garissa na iko katikati mwa mji wa Garissa, na eh, kwa namna ilivyojengwa na wahandisi na kwa namna ilivyo maridadi eh, imechukua eh, design za Kiarabu na ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni kando na kuwa jumba la Mwenyezi Mungu ambapo wa Waislamu eh, wanajumuika hapa kwa swala na shughuli za eh, swala eh, umaridadi wake unapendeza una, una sana katika barabara hii ya uh, kutokea junction ya Ngamia Road kuelekea upande uh, wa town uh, utapata pembezoni, utaipata katika mkono wako wa kulia uh, ukielekea katikati mwa mji wa Garissa, na iwapo unaelekea maeneo ya Chief Camp basi uh, utaipata katika mkono, utaipata mkono wako wa kulia iwapo unaelekea katika maeneo ya Chief Camp, na iwapo unaelekea katikati mwa mji wa Garissa kutokea e, ile roundabout ya e, Ngamia Road, basi utaipata katika mkono wako wa kushoto. Na msikiti huu ni e, mkubwa zaidi kuwahi kujengwa katika mkoa wa kaskazini mashariki. Na msikiti hii mtazamaji kimejengwa kwa ufadhili wa aliyekuwa kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa, kiongozi wa kwanza wa wengi katika bunge la kitaifa Aden Duale, ambaye pia alikuwa mbunge wa Garissa mjini, e, ambaye sasa hivi sasa ni waziri wa afya, ambaye aliteuliwa hapo jana na rais wa jamhuri Daktari William Samoei Arap Ruto, na ujenzi huu ni kwa ajili ya kusaidia Uislamu. Eh, na Waislamu katika harakati za eh, kuipiga jeki Uislamu, ikikumbuka eh, kwamba Mheshimiwa Aden Duale amekuwa katika muda mrefu hapa mjini Garissa na maeneo mengine mengi ya kitaifa, amekuwa akijishughulisha na shughuli ya kuipiga jeki dini, na amekuwa pamoja na rais wa jamhuri ya Kenya William Ruto. E, wakipiga jeki zaidi masuala ya dini hususan dini ya Kiislamu ambako wamejenga madrasa na misikiti katika maeneo mbalimbali na e, msikiti huu mkubwa e, unatarajiwa kufunguliwa wakati wowote, labda mpigapicha wangu akikuonyesha upande huu ambako unakisiwa kuwa parking, basi iko katika dakika za lala salama na itamalizika hivi karibuni, bila kusahau kumejengewa sehemu maalum pia kwa walemavu ambapo eh, ni, ni, ni, ni, ni sehemu pekee eh, nadhani msikiti ambao umeweka nafasi kwa people with disabilities, na ni jambo muhimu sana eh, kwamba eh, wahandisi ambao wanajenga msikiti huu ambao ni mkubwa na pana zaidi katika eh, mkoa wa Kaskazini Mashariki wametenga sehemu maalum kwa ajili ya e, walemavu ili wapate na wao pia e, fursa ya e, kuswali hapa na kujumuika na wenzao Waislamu hapa katikati mwa mji wa Garissa.